Majina Kisange, kwa majina yanaitwa Shangwe Kisanje ni mkuu wa wateja maalum kwa benki namba tatu benki ya Stanbic Bank. Leo tuko hapa kwa heshima na furaha kubwa kabisa kuhitimisha kampeni yetu ya Tap Kibingwa ambapo leo tutakabidhi zawadi yetu kwa mshindi wa kampeni yetu ya Tap Kibingwa, mshindi wetu na mteja wetu Bwana Edwin Shayo. Kampeni yetu imekuwa tukiendelea tuki, kwa muda wa miezi mitatu na katika muda huo wameshinda takriban zaidi ya wateja kumi na tano kwa kila mwezi mpaka tunafikia leo kumpa mshindi the final grand winner. Lakini zaidi ya yote tukiangalia hii kampeni, zaidi ya asilimia sabini ya wateja wetu walishiriki kikamilifu katika hii kampeni. Tukiangalia mafanikio ambayo tumeyapata kama benki, tumeona ukuaji wa matumizi ya kadi kwa asilimia ishirini. Hiyo ni mafanikio makubwa sana sana sana, um, kwenye kampeni yetu. Zaidi ya yote, kampeni hii ilikuwa inataka sana kuelekeza wateja katika kutumia kadi zetu, um, visa debit card, njia um, mbadala za malipo um, ili waweze kujitegemea, na tunashukuru kwa kweli, asilimia ishirini ya hilo limefanikiwa sana katika kutimiza miaka thelathini um, tukiwepo Tanzania, tunaungana na Watanzania na Benki Kuu pamoja katika kuendeleza jitihada za kuensure kwamba watu wanatumia njia mbadala za malipo kuliko kuja branches. Hivyo basi leo hii tunampongeza sana mteja wetu Edwin Shayo kwa kushinda na tunashukuru sana sana sana kwa kutusupport sisi kama Stanbic na tunapenda tuwashukuru wateja wetu wote waliokuwepo sehemu ya hii kampeni. Asante sana. Ah, kwa jina anaitwa Edwin Bruno. Ah, nafikiri hiyo taarifa kwanza, wakati napigiwa simu, kama mnavyojua, saa nyingine ukipata simu ambao huielewi hui, unakuwa nafikiri labda kwamba ni uongo au labda huu ni utapeli lakini nilivyosikia uh, sauti na walivyoielezea kwa undani zaidi, eh, nafikiri hapo niliamini, lakini sikuamini asilimia moja. Baada ya kukata simu na kuweza kuwapigia watu wa benki, wakasema kweli hiyo ndio yenyewe, kwa sababu ya ile campaign. Basi nafikiri furaha ilizidi na iliongezeka maradufu. Kadi hii nafikiri kwangu mimi, kwa watu wanaonifahamu, mtu wa digitali. kwa hiyo kadi hii kwangu mimi ni maisha kwa sababu kila kitu nachokifanya huwa uh, anapenda kutembea, tunasema cashless, kwa sababu uh, sisi ni watu ambao ni wajasiriamali, kwa hiyo tunafanya kazi na tunasafiri nchi mbalimbali. Zamani hapo uh, nyuma ilikuwa ukitaka kusafiri, basi inabidi uende utoe hela ili uweze kuzi exchange, zile hela uanze kusafiri nao, na sasa unaweza kukuta unasafiri nchi mbalimbali, kwa hiyo inakuwa ni ngumu uh, kutembea na zile cash, lakini sasa tangu tumeanza kutumia, nimeanza kutumia kadi ya Stanbic visa card, imekuwa ni rahisi, kwa sababu sasa hivi sina haja ya kufanya hata exchange rate, sina hata haja ya kubeba cash, kwa sababu kuna muda mwingine unaweza ukabeba cash ukakuta pia unavamiwa una, una, lakini ni kwamba inakuwa inasaidia, popote unapokwenda naweza kutransact kwa hiyo maisha yamekuwa marahisi na uzuri ni kwamba sio ukiwa nje tu, lakini hata ukiwa uko hapa, aidha umeenda kula kwenye restaurant au labda kama kuna kitu unataka ku, umekipenda mtandaoni unataka kukinunua. Kwa hiyo ni zaidi ya kadi na imekuwa ikiweza ku uh, uh, enable maisha huduma uh, za benki ya, za Stanbic kwa kidigitali. I think ni ndo, ndo kubwa na bora zaidi. Uh, mimi kama mjasiriamali um, nina nimetumia benki tofauti tofauti na nimekuwa nikitumia kadi tofauti tofauti, lakini kadi hii imekuwa ikinirahisisha zaidi, kwa sababu uh, inakuwa inawezesha malipo ya kidigitali ya ndani, lakini pia ya nje. Kuna kadi nyingine ukijaribu kufanya malipo ya nje kwenye mitandao mikubwa, kwa mfano kama sisi tunaofanya marketing, ukifanya labda kwenye Facebook Meta kwenye Google huwa zinakataa, lakini kadi ya Stanbic haijawahi kukataa mahali popote. Kwa hiyo inakuwa kwamba sio tu kwamba ni kwa ajili ya malipo, lakini kwa ajili pia ya kutusaidia sisi wajasiriamali kukuza biashara zetu. <coughs> Uh, kampeni ya Tap Kibingwa nafikiri ilikuwa ni kampeni ambayo iliniongezea mimi motisha wa kuweza kuendelea kufanya uh, mita, uh, uh, transaction kwa ajili ya kadi na mitandao, uh, lakini pia ili, ili niweza pia mimi kuelezea watu wengine kwamba kadi hii sio kwamba ni kadi kwa ajili ya kutoa Kwenye ATM, kama watu wanavyoita ATM card, hapana, hii ni kadi kwa ajili ya kukusupport wewe kuwa na cash muda wote sehemu unayokwenda. Lakini kwenye hii tap, uh, ilikuwa ni muhimu sana kwa sababu ni moja ya kadi ambayo unapotaka kufanya muamala una uhakika muamala kwamba utapita huko unaendelea na mambo mwenzako. Lakini sehemu nyingine unakuta wakati mtu anataka kufanya pale mwisho wa muamala una wasiwasi kwamba eh, kaka salio lako au kaka sijui labda Uh, kadi yako hai connect ya, n unakuwa unapata aibu, lakini hii kadi imekuwa kwamba ni uhakika zaidi eh, nafikiri uh, matumizi ya kadi na matumizi ya tuiti kadi tu uh, uh, tumeona kwamba hii kadi ya, ya Stanbic uh, ni, ni kama kitambulisho eh, na i think tunajaribu kuambia watu kwamba wajue kwamba hii sio ATM card. Unajua watu wanapenda kuita ATM card kwamba ni kwa ajili ya kwenda kutoa kwenye ATM, hapana. Hii ni supporting Uh, partner kwenye payment zako kwamba kama ni digitali wewe unakuwa na zile namba unaweka, inakusaidia na unakuza biashara zako uh, kama unafika mahali unataka kununua kitu uh, kuna njia mbili, either unaweza Two factor authentication, kwa hiyo inakuwa ina uwezo uh, kwamba ukilipa na unaweza pia kuhakikisha kwenye simu yako. Lakini kitu kingine kwangu mimi binafsi uh, ilinisaidia kuweza kudigitalize uh, uh, miamala yangu yote zamani, uh, kama ni mtu ambaye unapenda kufanya budgeting, wakati unatumia kesho, unakuwa una mahali labda app nyingine kwa ajili ya kuandika matumizi yako au ukitoka pia kwenye ile cash, kuna watu wengine wanatumia Excel. Lakini hii bila tabu bila na nini, wewe mwisho wa wiki au mwisho wa mwaka au uh, mwisho wa mwezi unakuwa unaenda tu kwenye, tunaita nini, kwenye balance sheet yako unakuwa unaweza kuangalia mitandao vyote ulivyofanya miamala, unaoitambua na usioitambua, lakini inakuwa inaweza kukuwezesha uh, sasa ukianalyze, kujua mapato na matumizi na jinsi gani utaishi kwa ubora zaidi mwezi unaofuata kwa hiyo ni zaidi ya kadi na ni maisha na inakuwa inaweza kufanya financial planning. Nafikiri gari ni kitu muhimu sana, kwa sababu sisi kama binadamu huwa tuna move kutoka point moja kwenda point nyingine, lakini ukiacha tu gari, kwamba tunaweza kana na magari tofauti, lakini tunaita ni Suzuki. Yani ni kama jiwe na kwa hizi barabara zetu za Afrika, inakuwa inaweza kutuwezesha sisi kuweza kufanya sehemu nyingine. Nafikiri kwa mimi kwangu ni, ni zawadi ambayo inanifaa uh, kwa matumizi either ya kifamilia either ya kibiashara uh, lakini kwa watu wengine ambao watakuwa labda wana ndoto tofauti tofauti, nafikiri kuna una uh, wao kama benki actually hata kabla hujapata hiyo zawadi ya gari kuna sehemu nyingine umekuwa kwamba labda ukifanya miamala yako, kwa njia labda unataka kukata tiketi ya ndege eh, watu wengine tunasafiri sana, unakuta labda unapata 10% to 15% saving. Mimi nafikiri hiyo kwangu nikijumlisha ni zaidi ya gari. Kwa hiyo hii ni zawadi nyingine ambayo inaongeza, lakini kunisisitizia mimi pamoja na watu wanaozunguka kwamba haya ni mambo ya kweli, lakini Stanbic ndo sehemu ya kufanya miamala na biashara. Ni kupongeza sana kwa kushinda hii gari, lakini kwa namna ya pekee gari hii uh, imekatiwa bima kupitia Stanbic Bank. Labda kwa wale ambao walikuwa wafahamu Stanbic Bank inatoa huduma za bima na si bima tu za magari, ni pamoja na bima za nyumba kwa ajili ya makazi yako, bima za afya, bima za maisha, na bima yoyote ambayo unahisi inaweza ikakidhi mahitaji yako, basi sisi kupitia wataalamu wetu tunaweza tuka structure accordingly kwa ajili ya kukidhi mahitaji yako wewe kama mtu binafsi, lakini pia kampuni, na kwa gari hii kwa upekee kabisa, uh, wewe ni mteja wetu wa private banking na imekizi bima vigezo kwa wateja wetu wa private banking. Labda nikupe mfano, gari hii hata utakapofunga seat cover ya mtoto, ile seat cover ikipata uharibifu wote pia ni sehemu ya cover. Lakini gari hii, pale utakapohitaji kufanya uthamini kwa maana ya valuation yoyote, hiyo gharama ni bure kabisa, na tunakukaribisha tunaweza tukaitoa kwa wakati wowote. Na gari hii imepewa comprehensive insurance labda kwa wale ambao hatufahamu nini maana ya comprehensive insurance, hii ni bima kubwa ambayo inalinda chombo cha moto chenyewe pamoja na majanga ambayo chombo hiki cha moto kinaweza kikasababisha kwa mtu mwingine yoyote, na wanapotokea majanga sisi kama Stanbic Bank uh, kushirikiana na partners wetu katika kutoa huduma za bima tumejitanabaisha kwamba ni sehemu yetu sahihi ya kuhakikisha wateja wetu wanapata huduma za uh, personalized, kama ambavyo wanapata huduma zetu nyingine za kibenki. Hivi anapotokea majanga, benki yetu itasimamia na kufuatilia hatua kwa hatua kuhakikisha chombo hiki cha moto au janga lolote lililotokea basi liweze kuwa covered. Kwa hiyo, katika hayo majanga mojawapo huduma za afya endapo umepata ajali na chombo hiki kwa dereva aliyekuwa anaendesha yeye pamoja na abiria waliomo, basi ile huduma ya matibabu Iko sehemu ya kava katika bima ambayo tumekatia. Kwa hiyo ninapoongea na Edwin, naongea pia na Watanzania wenzangu, karibuni mpate huduma za bima katika benki ya Stanbic kwa kushirikiana na partners wetu, tunayo makampuni kumi ya bima, labda kwa kutaja machache, Alliance Insurance, Strategies, Sanlam, uh, Britam, Newton pamoja na makampuni mengine. Kwa hiyo naomba niwakaribishe, karibu sana, na ongela sana Edwin, endelea kupata huduma zako zote za bima kupitia Stanbic Bank. Asanteni sana. Majina yangu naitwa Emmanuel Kaganda, ni meneja wa kitengo cha bima benki ya Stanbic.